Ni kwa Mdude watu wamekusanyika wakiwemo majirani na makada wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, wote wakijiuliza ni wapi alipo Mdude. Mke wa Mdude, CJ Mbugi, wamesema wakati mumewa akishambuliwa na watu waliojitambulisha kuwa ni askari polisi, yeye alizuiwa chumbani na hakutakiwa kuona kinachotendeka. Tulikuwa tunapiga kelele wote kuomba msaada, tuomba tusaidie, lakini wanapovunja mlango tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye, akisema sisi ni mapolisi, tuna shida na Mdude tu. ni tukio linaloacha maswali mengi kwa baadhi ya watu waliofika nyumbani kwake mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya. Alikuwa na mashaka sana, akaniambia kaka, uje nyumbani na mazungumzo na wewe, nikamwambia sawa kaka, nitakuja kesho, ambayo ilikuwa ni jana, lakini sikupata bahati ya kuja jana. Usiku wa manane nikapigiwa simu kuambiwa tumevamiwa na Mdude kapigwa. Kwa hivyo hadi sasa Mdude hafahamiki alipo. Ninyi ni mashahidi, anaonekana amevuja damu nyingi, hatuwezi kuzungumza hata ni lita ngapi, tokea sebleni kwake mpaka kwenye barabara ambako gari ilikuwa imepaki ikimsubiri. Kando na hayo, jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya ACACP, Benjamin Kuzaga linakanusha kuhusika kwa namna yoyote ile na kutoa rai kwa mtu yeyote mwenye taarifa za alipo Mdude auasiliane na jeshi hilo. kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipomparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude azitoi ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata. Kupotea kwa mdude kumeacha sinto fahamu kwa wakazi wa jeji la Mbeya na viunga vyake huku wengine wakilitaka jeshi la polisi kufanikisha kupatikana kwa mdude tena akiwa hai. Kakuru Msim, Azam News, Mbeya.